Mambo nane ya kuimarisha mahusiano yako ya kimapenzi. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia mambo nane ya kuimarisha mahusiano yako ya kimapenzi. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza je, wanawezaje kuimarisha mahusiano yao ya kimapenzi, wengi wanaishia kutokuwa na majibu. Leo nimekuandalia somo hili nzuri sana jambo ambalo natakiwa kulifanya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 Namba moja. Usiwe mkosoaji tu, jifunze kupongeza na kutia moyo. Unapokuwa huoni mazuri ya mwenzako, jambo hili linaweza likaharibu mahusiano yenu. Unapokuwa huoni mazuri ya mwenzako, unapokuwa tu ni mkosoaji tu, uje kuona mazuri ya mwenzako, jambo hili linaweza likaharibu kabisa mahusiano yenu. Asilimia kubwa ya watu wanaishi wako kwenye mahusiano ambayo unakuta mtu mmoja anakuwa tu ni mkosoaji, hajawahi kuona zuri la mwenzake. Jambo hili linafanya mahusiano ya watu wengi kuingia katika migogoro na kuingia katika shida. Ni muhimu kujifunza kupongeza kwa yale mazuri unayoyaona Jambo hili linajenga linajenga ukaribu, lakini pia litaimarisha tabia njema kwa mpenzi wako. Unapokuwa ni mtu wa kumpongeza mpenzi wako, yamkini amefanya ya jambo zuri ambalo umeliona, labda umeona kuna jambo zuri ambalo amelifanya, jifunze kumpongeza, jifunze ku appreciate ile jambo ambalo amelifanya. Jambo hili litatengeneza ukaribu wenu, lakini pia jambo hili litaimarisha mahusiano yenu, utakuwa bora sana. Lakini unapokuwa ni mtu mkosoaji tu, uje uje uje kuona kuona zuri kuona zuri, wala wala uje kumpongeza mpenzi wako. Jambo hili linaweka asilimia kubwa ya mahusiano hatarini, lakini mwisho wa siku laweza likasababisha mahusiano yakavunjika. Kwa hiyo ni muhimu sana usiwe mkosoaji tu, bali jifunze kupongeza na kutia moyo, sawa? Kuna muda unaweza ukamkosoa mpenzi wako, lakini kuna muda unaweza ukiona kuna kitu kizuri amekifanya, yamkini labda amepika vizuri, yamkini amevaa vizuri, yamkini amefanya jambo ambalo ni nzuri, basi jifunze kuli appreciate, jifunze kumwa appreciate, jifunze kumpa pongezi, kwa sababu unapomwambia maneno mazuri mpenzi wako anajisikia vizuri na jambo hili lafanya, uh, latengeneza ukaribu, latengeneza ukaribu na mahusiano bora. Asilimia kubwa ya watu wako kwenye mahusiano ambayo, uh, unakuta mtu yeye ni mkosoaji tu, hajui kuona jambo zuri, na mtu huyu unajikuta unakuwa unajiuliza je, nifanyeje mahusiano hayo mazuri? Nataka nikwambie jifunze pia kuwa mpongezaji, lakini pia jifunze kuwa mtu wa kumtia moyo mpenzi wako, mpongeze mpenzi wako. Kama kuna jambo zuri uliona amelifanya basi jifunze kuliappreciate, jifunze kumpongeza jambo hili nakwambia litaimarisha mahusiano yenu kabisa. Lakini jambo la pili ambalo ukilifanya litaimarisha kabisa mahusiano yako ya kimapenzi, usiwe mtu mbinafsi usiyependa kujali wengine. Mtu mbinafsi ni mtu anayetamani kila kitu kizuri kiwe cha kwake peke yake. Asilimia kubwa ya watu wa binafsi huwa hawana mahusiano mazuri. Unapokuwa kwenye mahusiano, usiwe mtu mbinafsi tu, usitamani kila kitu kizuri uwe kile cha kwako tu, upate wewe. Asilimia kubwa ya watu wapo kwenye mahusiano na watu wa binafsi. Unapokuwa mtu binafsi, nakuta mtu kila kitu kizuri anatamani apate yeye mwenyewe tu, ila wewe usipate. Kwa hiyo, ili uimarishe mahusiano yako kimapenzi, yawe bora zaidi, basi usiwe mtu mbinafsi usiyependa kujali wengine penda kujali wengine, penda kumjali uh, mpenzi wako, penda kumthamini mpenzi wako. Usiwe kile kutaba, unatama, kile kitu ni kizuri tu unataka uwe nacho wewe mwenyewe tu peke yako, hapana, bali tamani pia na mpenzi wako awe na kitu kizuri. Kama unapenda kitu kizuri, basi tamani kitu kizuri pia mpenzi wako pia na akipata. Kama unapenda kupata kitu kizuri, basi tamani pia na mpenzi wako apate kitu kizuri. Acha ubinafsi. Ukiacha ubinafsi, utaboresha mahusiano yako kimapenzi na yatakuwa bora zaidi. Lakini jambo la tatu ambalo ukilifanya litaimarisha mahusiano yako ya kimapenzi, jitahidi kuimarisha mawasiliano yako ili kuimarisha mahusiano yako ya kimapenzi jitahidi sana kuimarisha mawasiliano yako. Kuna msemo unasema, hakuna mahusiano yasiyokuwa na mawasiliano. Mawasiliano ni jambo la msingi sana ili kuimarisha mahusiano ya kimapenzi. Mawasiliano ni jambo la msingi sana kwa sababu kupitia mawasiliano ni wakati ambao mnaweza mkajuana vizuri, lakini pia kupitia ma mawasiliano mahusiano yenu yanaweza kawa bora yakaimarika. Asilimia kubwa ya watu au ukiona kwa mfano labda mahusiano na ukaona hakuna mawasiliano, basi tambua hauko kwenye mahusiano. Kumbuka, hakuna mahusiano yasiyokuwa na mawasiliano. Mawasiliano ni jambo la msingi sana ambao huwa lasaidia kwenye kuboresha, uh, kuboresha mahusiano yenu. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye unawasiliana na mpenzi wako mara kwa mara, mnajenga vitu, mnapanga vitu, mnafanya vitu, mna ukaribu wa mawasiliano. Kumbuka, kupitia mawasiliano, mawasiliano yanaleta kuwa na mahusiano. Kwa hiyo kama uko kwenye mahusiano na hakuna mawasiliano basi tambua kuna shida kwenye mahusiano uliyonayo. Ndio maana kuna msemo wahenga waliokusema hakuna mahusiano yasiyokuwa na mawasiliano. Kwa hiyo ili uweze kuimarisha mahusiano yenu ya kimapenzi yawe bora, basi hakikisha unajitahidi kuimarisha mawasiliano yenu kwa sababu kupitia mawasiliano yenu yatafanya mahusiano yenu kuwa bora na imara kabisa. Watu wengi wanaishi kwenye mahusiano, ukimuuliza mtu anakuta anakwambia yupo kwenye mahusiano, lakini hajui mahusiano hayo yanahusiana na kitu gani. Ukiwa kwenye mahusiano ni muhimu sana kama unatamani au unanisikiliza, ni miongoni mwa watu ambao unatamani sana kuimarisha mahusiano yako ya kimapenzi, basi hakikisha uh, unafanya mawasiliano, unaimarisha mawasiliano, unaboresha mawasiliano, mnakuwa mnawasiliana mara kwa mara. Jambo hili litaimarisha na kuboresha mahusiano yenu ya kimapenzi. Lakini jambo namba nne, jitahidi kuwa mtu wa msaada kwa wengine. Unapokuwa mtu unayewasaidia watu wengine, utakuwa unapendwa na watu wote unap pokuwa unaonyesha moyo wa msaada kwa uliye naye, hii itafanya uliye naye akupende zaidi. Unapokuwa unaonyesha moyo wa msaada, unamsaidia mtu ambaye uliye naye, unaonyesha moyo wa msaada kwake, labda anaumwa, unamsaidia, kuna jambo amelipata, unakuwa unamsaidia. Unapokuwa unaonyesha moyo wa msaada, jambo hili litaboresha mahusiano yenu. Yamkini labda mwenzako amepita kwenye nyakati ngumu, kaonyesha moyo wa msaada, kumtia moyo, kumwencourage, kumwambia usikate tamaa. Jambo hili litaboresha kabisa mahusiano yenu ya kimapenzi. Lakini ukijiona wewe, unakuta mwenzako anapitia kwenye shida ngumu, yupo kwenye nyakati ngumu, lakini haumfariji na ndio unamsema vibaya, jambo hili litaharibu mahusiano yenu. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unaonyesha moyo wa msaada, moyo wa kumjali mwenzako, anapitia kwenye nyakati ngumu, unakuwa naye karibu, unamshauri una una una una una unamtia moyo, jambo hili litaimarisha mahusiano yenu. Lakini jambo la tano ambalo ukilifanya litaimarisha mahusiano yenu, tamani kuwa mtu wa kumwelewa mwenzako kuliko wewe kuiliweka kwanza. Hili ni jambo la msingi sana, ili uweze kuimarisha mahusiano yenu ya kimapenzi. Tamani kuwa mtu wa kumwelewa mwenzako kuliko wewe kuiliweka kwanza, yani tamani wewe uwe mtu wa kumwelewa. Tamani sana kuwa mtu wa kumwelewa mwenzako kuliko wewe kuiliweka kwanza, usitake kwanza uweleke tamani anza wewe kwanza kumwelewa mwenzako. Hii itakufanya kuwa makini na kuweza kuishi naye vizuri. Tamani kumsikiliza, tamani kuwa upenda kumsikiliza, tamani kumuelewa kwanza mwenzako kuliko kutamani kwanza wewe ueleweke. Na jambo hili ni gumu sana, lakini ukiliweza jambo hili basi utakuwa umeboresha mahusiano yako. Lakini jambo la sita ambalo ukilifanya litaimarisha mahusiano yako, jifunze kushukuru, kuwa mtu wa kushukuru. Umefanywa surprise basi shukuru. Unakuta kuna mtu anaweza kufanyia kitu kizuri, lakini ukashangaa tu bado anavuta mdomo, asione uthamani wa kile kitu ambacho ume, umeifanya. Unapokuwa mtu wa kushukuru, hata kama kwa kitu kidogo, amekufanyia kitu kidogo, labda amekutia moyo, ukamshukuru, unamwambia bwana, mimi namshukuru Mungu kwa ajili yako na nafurahi uwepo wako. Ukawa mtu wa shukurani, jambo hili litaimarisha mahusiano yenu. Lakini jambo la saba ambalo ukilifanya litaimarisha mahusiano na kimapenzi, kuwa na moyo wa kusamehe Jambo la msingi ambalo nataka kutambua, hakuna mahusiano wasiopitia changamoto mbalimbali kwenye mahusiano. Kuna muda wa kupanda, kuna kupanda na kuna kushuka, kuna muda mtapita kwenye misukosuko, lakini jifunze kuwa mtu wa kusamehe, jifunze kuwa mtu wa kuachilia, jifunze kuwa mtu wa kumsamehe mpenzi wako. Jambo hili litafanya mahusiano yenu ya ubora. Asilimia kubwa ya watu wanakuwa wanahifadhi vitu moyoni. Unakuta inapotokea tena tukio lingine, anaanza kukumbushia na vitu vile vya nyuma. Jambo hili linaweza likaharibu mahusiano yenu. Lakini jambo la nane, ambalo ukilifanya litaimarisha mahusiano yenu, jifunze kuwa mtu wa kuomba msamaha. Jifunze kuwa mtu wa kuomba msamaha. Yamkini amekosea, mpenzi wako amekosea, jifunze kushuka chini na kumomba msamaha. Naomba unisamee, nimekosea. Naomba unisamee, sitarudia tena. Jifunze kuwa mtu wa kuomba msamaha. Jambo hili litaimarisha mahusiano yako ya kimapenzi. Na kitu ambacho umejifunza kama umejifunza, naomba like video hii, kisha comment hapo chini nina kupata zaidi.